Kwa hivyo nataka kuanza kujifunza robotics. Tukiangalia field ya robotics, haina ulazima kwamba uwe unajua sana kuhusu electronics au programming, hapana. Kwa kuwa yeye inaweza kana inahusisha electronics, inahusisha programming, inahusisha designing lakini hauhitaji kujua vitu vyote kusema ndio nianze kujifunza sasa robotics. Unaweza kaanzia hapo hapo ambako knowledge kidogo ambayo uko nayo ya IT au hata kama unanji kabisa uj kusoma mambo yote ya IT kujifunza, unapata tu resources sahihi yani kwenye kujifunza hasa mambo naojifunza teknolojia, taarifa zote tunazozihitaji zipo kwenye mtandao. Kinachotakiwa wewe kufanya ni kujitahidi uweze kupata source sahihi ya hizo taarifa yani upate vyanzo sahihi vya hivyo taarifa naupate zile taarifa sahihi ambazo zinaweza za kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia lazima ujaribu kupata community au mentors au mtu ambaye unahisi huyu anafahamu hizi kitu na anaweza akakuongoza wewe kuweza kufika sehemu fulani, kwa sababu ukikosa muongozo kwenye kutengeneza msingi utapata shida sana huko mbele, yakwatunda kuu Hatua kuendelea katika hatua nyingine kwenye msingi, ndo kuna kila kitu, yaani utakielewa kitu, utaielewa nyumba baada ya kuangalia msingi wake. So kwenye kujifunza iko hivyo, kujifunza robotics lazima kwanza uanze kwenye msingi kabisa, msingi wake unajua kabisa hii robotics yangu nataka kujifunza imehusisha vitu gani, nitafanya vitu gani? Kwa hiyo hata kama utakuwa unafanya project, unajifunza utafanya zile project ndogo ndogo, kwa sababu hizo ndio zinakuwa zina, zina, ile misingi misingi yote ya kitu ambacho tunakifanya inakuwepo hapo. Kwa hiyo ukitaka kusoma robotics, jambo la kwanza la kuzingatia, heshimu hiyo misingi ambayo ndo nakutana nayo ambayo ndo unaanza nayo ambayo ndo njia ambayo inakuongoza wewe kuweza kufikia huko ndo unataka kwenda kufika. Kwa hiyo wewe una unapenda una sana mambo ya kuandika programs uwe ni programmer uwe ni coder au ni developer, ina yoyote ile, kuna upande wa programming. Na hii sehemu ya programming, uwe una basics zote za programming, uwe ni rahisi zaidi kuweza kuanza na kuendelea. Basics za programming unazo wewe, ume, umewahi kufanya language yoyote ile, unaifahamu language yoyote, kuanza kwenye robotics, upande wa programming, ni rahisi sana kwako, kwa sababu huku unaweza kuprogram kwa language nyingi hizi programu za robots lakini pia mm -hmm. like, programu kubwa, language kubwa zaidi unazozitumia huko sana sana